Jinsi ya kununua kutoka SHEIN na kupokea mzigo wako moja kwa moja hadi mlangoni kwako. Tembelea sheincom, la jisajili kwa akaunti. Vinjari bidhaa unazozipenda, nguo, viatu au vifaa vya nyumbani, kisha ziweke kwenye kapu lako. Wakati wa kulipa, tumia anwani yako ya Aquantuo USA ili kuipata, menda kwenye Aquantuo com au fungua programu ya Aquantuo. Ingia, chagua nchi yako na njia ya usafirishaji, kisha utapewa anwani yako maalum. Nakili maelezo hayo: jina, simu, anwani, jiji na nambari ya posta, na uyabandike kwenye sehemu ya usafirishaji ya SHEIN. Kisha lipa ukitumia Visa, Mastercard, PayPal au njia nyingine yoyote unayopendelea. Baada ya hapo Aquantuo itasimamia usafirishaji hadi mlangoni kwako. Haraka, salama na rahisi. Furahia ununuzi wa kimataifa bila usumbufu.